Sehemu ya daa hadithi fupi, Mapambazuko ya Machweo. Kila mchezea wembe, Pauline Kea Chovi. Kila mchezea wembe hujikata vyanda vyake. Eleza muktadha wa dondoo hili, tusome. haya tusome hapo 55, wewe ni 55. Tusome. <coughs>

na ndiyo maana ya kutamani mbingu ianguke inifunike na unimeza. Dakika yoyote ile damu ingekauka mwilimuwaovo tayari, viungo vilikwisha lilegea na hisi mchanganyiko wa kichefuchefu na kizunguzungu. Tafadhali naomba uniambie unataka nini hivi? Sikumaliza akanisamaha Hakuna huduma za ubwete hapa babu, kama uganale nyumba hii inahitaji maintenance. Nahitaji lishe bora na mapambo kemkem, iliba uzichobe viazi uko, utaza malipo kulinikumbusha. Pochi langu likazika mfukoni masuruali, lakini wapi haiko, badala yake nizizizwa kama maandishi ya kusuta: kila mchezea wembe hujikata vyanda vyake. Nilijigurusha na kuvia suruali yangu iliyoning'inizwa kwenye kamba ya ukome na kuivaa halahala. Nikalitoa kochi langu na kulifungua, ndani hamna hata ndururu, hela zote zimetoweka. Nikachukua simu, nikaangalia akaunti yangu ya pesa nayo vile vile haina chochote. Nikasalia na njia moja tu, kuinama na kuichimbua akiba yangu ndani ya soksi. Nikamtolea anchi pesa baki yote ya mshahara wangu na muukaiki huu. Mteja wa, wa kipekee, unajua kudhamini huduma nzuri unavyopewa. Kwaheri ya kuonana. Natumai tutakutana hivi karibuni, nimefurahi kukuhudumia, nitakupenda hapa, alisema kwa hisia nzito, hata sauti yake ya baridi ni kama aliyesema kwa, kwa udhati fulani. Machozi yalimlengalenga, pengine tutakutana ahera. Mwaga we, nilimjibu nafsini na kuchomoka bila kuangalia nitokako hadi nyumbani. Amini siamini, eli nilitembea kwa mguu kutoka hapa Majengo hadi kwetu Kitaruni. Mwendo huko wa saa moja ulinichukua robo saa. Siku nilipotia wale nyumbani nilitarajia kama ilivyo ada yako ungenitajia, niliona afadhali wewe nisingendila kunimaliza. Nilisubiri nuseme kitu, ila hukusema. Badala yake uliniamkua na kuniandalia kiamsha kinywa. Ulipangwa na pepo gani siku hiyo ukafumba kinywa? kinywa kina iwe mkewae. Kwa nini hukuniuliza idokako? Pengine ningekufafanulia haya yakiwa moto motomoto, au pengine tu

na unapata maneno haya kwenye barua ya Tembo kwa nani? Kwa Emi. Na wakati Tembo anaandikiwa barua hii anakuwa yuko wapi? mahali ni wapi? Hospitalini alipokuwa amelazwa baada ya kupofushwa na kile kileo ambacho walibugia kwa mama pima. Kwa, kwa hivyo lazima utaje aya, si ni maneno ya leso eh ambayo alikuwa amefungwa, ambayo Tembo alikuwa amefungwa na Anji na anaeleza katika barua yake, barua ya tembo kwenda kwa nani? Kwa Yemi, na mahali penyewe anapoandikia barua hiyo, si ni hospitalini? mm -hmm. E, alafu uendelee, bado upate alama zako pale. Najua ilikukanganya kidogo. Swali la ba, eleza mbinu za, mbinu ya lugha inayotumika katika kauli hii ni methali si ndio? Kila mchezea wembe hujikata vyanda vyake. Swali la cha dhibitisha kauli kila mchezea wembe hujikata vyanda vyake, ukirejelea hoja saba kutoka hadithi ya kila mchezea wembe. Kwa hivyo tusome, kwa hivyo mtu ambaye unaonyesha jinsi mtu anajisababishia nini shida, si ndio? Haya, tusome, umeandika hapo, tembo anapuuza haya, tembo anapuuza ushauri wa mkewe eni wa kuacha uraibu wa pombe. Keli anamwamba talaka na kuitua wana. Tembo anavua fujo kwenye mazishi ya mkwa wake na kuwafanya kaka na dada zake kujitenga naye. Tembo anapuuza ushauri wa jamaa, marafiki na jirani kuwacakomo anapolazwa hospitalini wanakosa kumtembelea. Tembo anabugia pombe kwa mama pima, akijua ni haramu anaishia kuo. Anajitumika na wenzake kunywa pombe haramu kwa mama pima. Mwishowe anafariki huko kwa mama pima. Mama pima anawauzia walevi pombe haramu, hatimaye anaishiwa korokoro. Tembo anakubali kusakata lezi na